Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la nne la Pasaka, mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 18, na somo la injili Linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi aya ya kwanza hadi ya kumi. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi aya ya kwanza hadi ya kumi. Yesu aliwaambia Wayahudi: Amin, amin, nawaambieni yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje naye awatoapo nje kondoo wake wote, huwatangulia na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Misali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena: Amin, amin nawambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, injili yetu ya leo inatualika kutafakari mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kuitambua sauti ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, Yesu Kristo anajidhihirisha kama mlango ambapo wana kondoo inabidi wapite. Katika kuitambua sauti ya Mungu, tunaitambua sauti ya mchungaji kama somo la injili linavyotudai. Inatuongoza kwenye kile tukifanyacho kila siku chenye nia yake njema. Ni kwa namna gani tunatilia maanani kile anachotaka tufanye kila siku? Haya ni maswali muhimu ya kuzingatia. Kuitambua sauti ya Mungu ni kitu ambacho watu wengi tunapambania. Pengine kuna sauti nyingi zinakinzana, zinaongea nasi kila siku: kile tulichokisikia kwenye Injili, msukumo wa marafiki tulio nao, mwondoko wa familia, vishawishi vingi vinavyotuzunguka katika maisha yetu ya kila siku, yale tuyawazayo sisi wenyewe. Hii sauti au mashauri na fikra zitujiazwa na kujaza akili zetu kupelekea ugumu watuchague nini na tuache kipi. Basi tuangalie lipi latoka kwa Mungu na lipi latoka tofauti na kutoka kwa Mungu. Kuitambua sauti ya Mungu ni kweli hakika inawezekana. Kwanza kabisa, kuna kweli nyingi ambazo Mungu amekwisha kuongea au kuzitenda kwetu. Mfano mzuri, kile tulichoandikwa kwenye maandiko matakatifu ni sauti ya Mungu neno lake linaishi, na pale tulisomapo neno lake tunakuwa na ufahamu timilifu wa sauti ya Mungu, yaani kusema kwamba tunaitambua sauti yake. Mungu anaongea nasi kwa yale matamanio mema yanayofikia sisi kuwa na amani itokayo kwa Mungu. Mfano mzuri, tukizingatia maamuzi tuyafanyayo, tukiyakabidhi kwa Mungu kwa njia ya sala na kuwa kwa kubakia wawazi kwa kile anachokitaka kwetu, mara kwa mara majibu yake huja na amani na mema mioyoni mwetu. Kuitambua sauti ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku, inatubidi kujenga mazoea bora ya kusikiliza, kutambua na kuwajibika. Kadri ya tusikiavyo sauti ya Mungu, ndivyo tutaweza kuitambua vyema. Hii itatokana na kwamba tuna mazoea endelevu ya kujizatiti katika sala. Bila hivyo, itakuwa ni ngumu kuitambua sauti ya mchungaji pale tutakapo, litaji sana. Leo tutafakari ni kwa namna gani tupo kwa Mungu kwa njia ya sala na kwa namna gani tunatumia muda wetu kusikiliza sauti ya Mungu inayotutaka tutende yaliyo mema. Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14 anatuwasa tujenge mahusiano binafsi ya kuzungumza na Mungu kwa njia ya sala, na ndipo tutaweza haswa na kuisikia kweli itokayo kwa Mungu. Pia tunapata fundisho kuwa Yesu ni mlango na mchungaji. Wakati Yesu kondoo walikuwa wakiongozana kwenda kwenye marisho kwa ajili ya mchana, lakini usiku walirudi tena katika usalama wa zizi la kondoo lililozungukwa na ukutwa. Wachungaji kadhaa wangeleta kondoo zao kwenye zizi moja. Yesu akimaanisha hapa kwenye zizi la kondoo ambalo pia lililinda dhidi ya wezi. Asubuhi mchungaji angeingia ndani ya, ya kondoo akiwaita kondoo wake wito maalum. Kondoo wake wangeweza kutambua wito wake tayari kwa ajili ya malisho. Maneno ya Yesu hapa yanajumuisha mifano miwili iliyounganishwa: Yesu ndiye mlango wa zizi la kondoo, pia ni mchungaji wa kundi. Sasa tunaweza kuangazia sehemu zote mbili. Zizi la kondoo lililokuwa kimbilio kwa kondoo, ikiwa mtu alijaribu kuingia kwenye ukuta mtu huyu hakika alikuwa mharibifu, ama alijaribu kuiba au kusababisha madhara. Njia sahihi ya kuingia ni kwa lango. Mambo ambayo Yesu anasema kuhusu mchungaji yanaweza kueleweka kwa mtazamo wa kanisa lake. Sio bahati mbaya kwamba katika kanisa la kwanza mara nyingi jina lililotumiwa kwa kiongozi wa kanisa lilikuwa mchungaji. Ni Kristo mwenyewe aliyeanzisha huduma ya uchungaji katika historia Roho Mtakatifu amewaita wale watu yeye anataka kuwahudumia kama mchungaji. Haiwezekani kuwa mchungaji kwa kundi ikiwa kuna haki na Kristo. Mtu yeyote anayejaribu kumwondoa kondoo bila kuingia kwa lango ni mnyang'anyi mwenye hatari na mharibifu wa kundi. Mtu huyo ni sawa na wale ambao Yesu anasema hivi, wote waliokuja mbele yangu ni wezi na wanyang'anyi lakini kondoo hakuwasikiliza. Kwa kweli Yesu siyo alisema juu ya Musa na manabii bali kuhusu Wakristo wa uongo wakati wa Yesu. Maisha ya mchungaji haikuwa kazi mbaya bali kazi ngumu. Wakati akijilinganisha na mchungaji, Yesu hakujifanya chochote kikubwa kilichomfanya awe juu, lakini huleta kazi ambayo ni wazi na isiyokosa uaminifu. Uchungaji hasa ni kazi ambayo inaweza kufanywa vizuri au vibaya. Mikono iliyoajiriwa haiwezi kujali chochote kwa ajili ya kondoo, hufanya hivyo vibaya. Mmiliki wa kundi ambaye anajali kondoo anafanya vizuri. Hivyo basi, kwa kuwa Yesu Kristo ni mlango, tukipitia kwake tutakuwa salama, tutaingia na kutoka kupata marisho. Mwisho tumombe Yesu aliye mchungaji mwema anayeongea nasi kila siku na kujidhihirisha katika maumbo ya mkate na divai atusaidie kuitambua sauti yake inayotusaidia kuyashinda majaribu ya ulimwengu. Maisha yetu ya sala yawe kweli ya, ya ndani na kujitosheleza kwa kuendelea kumtumainia yeye, kwa kuwa tu mahujaji katika matumaini. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Patrick Mswazi Dominic